Padri aliyepotea, ndugu zangu, ni padri wa Songea. Kwa asili ni padri wa Songea, lakini anafanya kazi katika jimbo hili kwa muda aliyopo. Kwa muda huu ni padri wa Mwanza. Kama alishawahi kupanga kuwacha upadri, mimi napaswa kujua, si mwingine tena mimi sijui, askofu asongea hajui. Watu wamesema kwamba eti alishaomba hakusikilizwa. Mapadri hivi, ukitaka kuacha upadri unasikilizwa? si unaondoka zako. Tunao wangapi ambao wameacha upadri wameondoka, walisikilizwa? Badala ya kupata ma, ma, ma, maneno ya kututia moyo, tusikate tamaa, tunapewa maneno ya maudhi, tunaudhiwa. Tunapofungua parokia zetu hizi, tuombe, tusali, tuombe amani, Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu iwe na amani, na viongozi wetu watafute fursa ya kutia moyo na kulifariji taifa. Taifa limegawanyika, taifa lina mahangaiko. Katika taifa uwezo ukakoswa, watu watukutu, lakini ni, ni watu ni, ni, ni, wa, ni, wa, ni wananchi, ni watu wa hapa. Utukutu wao usio wa kumpoteza wala kumteka au kumuua. Leo tunatembea huku hatujiamini. Watanzania tulikuwa tunaheshimika katika ulimwengu, tunaheshimika. Wapo wanaoniuliza, sasa nyie mkiwa hivi itakuwaje? Sasa tutakimbilia wapi? Hapa tunaanza kufanyiana hivyo sababu ya nini? Tatizo ni nini? Tunahitaji kweli amani, lakini tutambue kwamba ha, kama, kama tunatafuta amani lazima iwepo haki. Kuitafuta na kuipata amani pasipo haki ni uongo. Haki lazima iwepo ili tujue asiyeipenda haki ni nani, huyo ndiyo atakaye, anas, tutakaye sema anasababisha fujo. Lakini haki ikiwepo kabisa, amani lazima iwepo tu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie taifa letu liwe ni taifa la haki na hivyo tuiishi amani tuliyokuwa tumeizoea, na amani itatufanya tuwe huru. Tumsifu Yesu Kristo.